Katika kaunti ya Bungoma ambapo viongozi wa kike na wanawake katika kaunti hiyo wametaka haki kupatikana kwa mwanafunzi wa kike aliyenajisiwa wakati akiwa hospitalini na muuguzi wa hospitali hiyo. Viongozi hawa wakipinga dhana kuwa mwanafunzi yule alikuwa mwenye umri wa miaka kumi na nane wakisisitiza kuwa alikuwa kwenye sare. Aidha, wametaka usimamizi wa hospitali hiyo kushirikiana na asasi za kiusalama kubaini ukweli na kumtaka waziri wa afya Aden Duale kuchunguza hospitali hili. Student was loaded into that act by that male nurse. And I, my word is, let the hospital cooperate with the, the investigating officers so that we can exactly know what happened. Tunataka wapeane CCTV hospital. ni footage kutoka katika hiyo hospitali ili tujue kabisa ni nini litendeka mambo ya watu kusema ya kuwa mwanafunzi huyu alikuwa miaka kumi na nane ama alikuwa miaka ishirini ama alikuwa miaka kumi na tano Sisi kama kina mama tunasema tunakataa. Bora mwanafunzi yuko kwa uniform, apewe heshima yake ya kukuwa mwanafunzi. Nataka kuambia pia aipoa, tuhakikishe kwamba kusikuwe na compromise katika kesi hii, kwa sababu katika Bungoma kaunti kumekuwa na visa vingi sana vya GBV vya mambo ya rape, mambo ya kupewa watoto wa shule mimba. Na vitu kama hizi zikiendelea kukosa kuongelewa kwa ukali unaofaa utaendelea kuumiza watoto wetu na ile uh, pale mbeleni hatutakuwa na watu wa kushikilia jamii yetu. Kwanza hao wanatakana kuwa castrated. Mimi siwezi pembezana na mtu kama huyo mm -hmm. Hao ndi wanaume wanaenda kuharibu watoto wengine, hata haribu mmoja ataharibu watoto wengi sana mm -hmm. Sasa langu ni kwamba wanaume kama hao washikwe naweke ndani milele, na tunataka kusema ya kwamba minista wetu wa, wa health uh, mheshimiwa Duale vile ulivyofanya uchunguzi na ukapata ya kwamba kuna hospitali zingine hazifanyi haki katika maneno ya sha, tunataka kukuona katika hali kama hizi, ili ukaweze kutoa uamuzi ulio sawa na uchunguzi, ili kama hospitali kama hizi zinatumika kuwa maficho kwa watoto wetu, ili wakatumike waka vibaya na kuharibu destiny